Abala lomorgai iriemunosi elimoria kangakirona keng 2027 elimoramaraguakakmatanetori baada iyo anatoa anatoa speaker ingine anapitisha budget ambayo iko wrong, kwa sababu kama speaker unapaswa kwanza kuangalia hii budget ambayo umepitisha na kusign iko vipi. Unapitisha tu bajeti namna hiyo. Baada ya kupitisha bajeti imekataliwa huko, imeleta aibu Turkana. Alafu ile pesa ya kuajiri watu unafuta hao watu, watu karibu mia mbili ishirini na mbili ile pesa ya mshahara yao unataka kuniambia spika, leta tuweke kwa, kwa mfuko atakaringa rupia yangu na senate